Kilikuwa kitenda wili ambacho kilisubiriwa na wabunge pamoja na Watanzania kwa ujumla. Nipongeze kwa uteuzi tulioupata siku ya leo katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuletewa jina la Mwheshimiwa Mwiguru Lamekinchemba ambaye anakwenda kuapishwa na kuwa waziri mkuu wetu. Itumie fursa hii kwa dhati kabisa kumpongeza Mweshimiwa Mwigulu Lamekichemba uh, waziri mkuu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteuliwa kwake kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii inaonyesha wazi imani aliyonayo kwa Mheshimiwa Dkt. uh, Samia Suluhu Hassan. Ni yapi maoni ya wabunge juu ya waziri mkuu mteule Daktari Mwigulu Nchemba? Ni mtu wa maono, anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi ni ukweli kwamba mheshimiwa Mwigulu Nchemba ni mtu mchapakazi. Tunaamini kwamba akiwa mwakilishi au kiungo cha serikali na wabunge, basi atatuwakilisha vyema na atatusikiliza yale ambayo wabunge tunayasema kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi hasa wa kawaida yanazidi kuimarika katika awamu hii. Matarajio yetu sisi kama wabunge, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uteuzi wa mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba unakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana hususan katika sekta mbalimbali ikiwepo mbali, katika utendaji mkuu wa wafanyakazi katika serikali. Atasimamia na kuhakikisha dira ya taifa ya mwaka 2025 mwaka 2050 inatekelezwa kupitia ushirikiano mkubwa kati ya serikali na wananchi wake. Anayajua malengo ya chama chetu katika kuwatetea na kutimiza mahitaji ya Watanzania. Watanzania wategemee nini kwa Mwigulu? Watanzania wategemee uchapakazi uliotukuka, kwa sababu ni mtu ambaye eh, anakerwa na umaskini kutoka kwenye damu yake, yaani sio mtu ambaye ni unamfundisha juu ya maumivu ya umaskini. Kwa hiyo mimi ni waambie Watanzania, tumepata waziri mkuu bora kabisa katika historia ya nchi yetu. Huyu ni mmoja wa mawaziri wakuu bora kabisa. Ni kiripoti kutoka kwenye viwanja vya bunge jijini Dodoma. Alex Sonna ZBC.